Okay, nafikiri kazi yangu kubwa ni hilo nileta hapa. Nafikiri ni kujaribu kutaja kikosi ambacho kama ambavyo imeelezewa na mtangulizi wangu kwamba ni wachezaji ambao tutakuwa nao katika mashindano ya CHAN. Uh, tuna kikosi cha wachezaji ishirini na saba ambao tutaingia kambini nafikiri kuanze tarehe saba kwa uh, ajili ya mashindano ya CHAN. Yakub Sleman JKT Tanzania. Hussein Masaranga, Singida Big Star. Aishi Manula, Simba. Shomari Kapombe, Simba. Losalio Mwaikenda, Azam. Mohamed Hussein, Simba. Pascal Msindo, Azam. Ibrahim Mamadi Baka, Yanga. Dickson Job, Yanga Wilson Nagu KKT Abdrazak Mohamed Hamza Simba Fedastas Masinde TM Stars na under 20 national team Tanzania Alame Klawi Costa Liune Ahmed Papino KMC under 20 national team Mudafiri Aya Yanga Yusuf Kagoma Simba Nasaro Sadur Azam Ibu Dennis Simba Jimmy Simba KMC under 20 national team Idis Lemanado Azam awesome. Sabikondo Coastal Union Faisal Salu Azam awesome. Shehan Amis Yanga Under 20 national Team Clement Mzize Yanga Africa Michel Michel Michano Ken Gold under 20 national Team. Ibrahim amadirika Tabora United na Abdul Suleiman sopu Azam aio. Hichi ni kikosi cha ishirini na saba. Kambi yetu ita nafikiri itatanga kwenye tarehe saba, nafikiri baada ya kumaliza ligi ya ya ya kumaliza mechi uh, ya Yanga na, na Singida kesho kutwa. Tutoa breki kidogo wachezaji kama ya wiki moja, deirekiya kambini tarehe saba. Tutategemea kufanya camp Egypt kwa muda wa wiki mbili and then tutarudi, tutaendelea na camp tayari kwa mashindano ya CHAN. Okay, mimi nafikiri ukiangalia kwanza wewe mwenyewe ulijibu suala lao kwamba kumjumuisha katika kipindi cha nyuma nafikiri hakuna kumbukumbu zaidi hata mechi ambayo ya CHAN hapo ya baina gani alicheza Aishi Manula si ndiyo? Kwamba mimi nafikiri tunahitaji kuwa na wachezaji ambao wana experience katika baadhi ya experience kwenye haya mashindano ya Chana na mimi naamini Aishi bado ni kipa mzuri akipata air time, na wakati tunaenda kwenye kambi ya wiki mbili wiki tatu, naamini kwamba anaweza anaweza kutupa kitu ambacho pia watapata na ama kipa ingine ambapo wapo kwa na kubwa wenye experience na young player. Ukitizama kuna mchanganyiko wa aina hiyo, kwa hivyo mimi nafikiri bado ni kipa mzuri, anaweza kucheza na tunamwamini. Uh, kwanza nafikiri CHAN ni mashindano mazuri especially kwa wachezaji ambao wanasema wanacheza ligi ya nyumbani sio. Nafikiri ni ni, ni mashindano mazuri, ni potential kwa wachezaji wa wanacheza ligi nyumbani, aana bana mchanganyiko wa wachezaji ambao young player kwa, kwa yamba, wa mimi naamini ni future nzuri kwa 2027 haya mashindano tukiyachukulia serious, tukiweza ku hakikisha kwa teni vizuri na kufanya vizuri katika mashindano hayo, naamini tutakuwa na kikosi kizuri kwenye 2027 lakini, cha pili ni mashindano ambayo yanachezeka nyumbani, kwa hivyo tunachukulia kwa tahadhari kubwa. Bado hatujafanya vizuri kwenye mashindano hayo ukilinganisha siku za nyuma, kwa hivyo tunalijua hilo na ndiyo maana tunajaribu kuweka kempu ya mapema zaidi ya muda mrefu ili kuona kwamba tunakuwa bora zaidi kwenye mashindano haya, na naamini kwamba tuna tuna wachezaji wazuri na nia yetu ni kuhakikisha kwamba tunashinda ma mashindano sio especially, kwa sababu anacheza nyumbani, na pili, ndo moja ya misheni yetu ni hiyo, na naamini kwamba tuna kikosi kizuri. Of course inawezekana atachanganyika wote, maana ni eneo bora, tushaenda mara nyingi sio, tushaenda mara nyingi, lakini tunahitaji kuwa na sehemu uh ya utulivu nafikiri infrastructure nzuri ya viwanja na mazingira halisi. Kwa hivyo tunahitaji ka sehemu ambayo very comfortable, na naamini sehemu karibu kwetu sisi kulinganisha na maeneo mengine, labda Tunisia au Morocco au wapi Algeria na sehemu nyingine kadha. Kwa hivyo nafikiri sehemu nzuri kwetu sisi na kulinganisha atmosphere sasa hivi na hali ambayo kuja kucheza mechi katika August ha Uh, kama ambavyo nimesema mwanzo, nasema mashindano ni mashindano mazuri kwa especially wachezaji ambao wa ndani na future yetu kwenye CHAN kwenye AFCON 2027 20, 20, 20, 27, uh, malengo yetu ni kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri kama ambao Watanzania wanaamini, sio kama ambavyo umesema wanaamini kwamba tutafanya vizuri, na sisi tunaamini hivyo. Jambo ambalo linatia nguvu kuhakikisha kwamba tutafanya vizuri ni kikosi ambacho tunako kwa muda mrefu. Kwa sasa ukilinganisha player ambao ukiachilia mbalia mchanganyiko bado tumekuwa nao kwa muda mrefu ambao sasa hivi washaanza kuadapti vipi tunataka. Kwa hivyo, uh, tunaziza nyumbani, kama ambavyo umesema tunahitaji, tuna kuwapa azaadi wa Tanzania to be honest. Kwa hivyo, wa, tunajaribu kupanga na maana tumetafuta kempu ya, ya, ya ya nje kuna kwamba tunakuwa katika utulivu, tujaribu kuwatengeza tabia physical and mentality, ili kuja kuhakikisha kwamba tuna tunashindana kweli. Hapa ni mashindano ambayo sija biye kufanya vizuri, kwa hivyo tunahisi yanafanyika nyumbani, ni ni nafasi kwetu sisi kuhakikisha kwamba tunafanya vizuri katika ardhi ya kwetu nyumbani, sio na tutapigana kwa nguvu zetu kuhakikisha kwamba tuna tunaweza kufanikiwa kuja kuweza kushinda na kushindana. Hopi, kuna wasaji wengi hapo hapa na inawezekana hapo vizuri kama hivyo lakini inapofika sasa ni na team ah, wale falsafa ina wachezaji ambao wanataka kwenda kushinda nao, kulingana na mashindano ambayo wanataka kucheza. Wengine kwa upita kwa sababu wameona ni mchezaji mzuri maybe ungekuwa wewe kocha timu ya taifa ungemuza kwa upita, lakini mimi nafikiri ni mchezaji mzuri, sio pekee yake, tuna wachezaji wengine wamefanya vizuri vile vile, lakini nafikiri tuna tuna ikifika time taifa to be honest, au ikifika time kimona kama wakati wake umefika, kila mmoja anakuja katika wakati wake sahihi.